Tutaingia kwenye busu atletu la Kiswahili Longalonga, tukiwa na walimu wetu Nuhu na Munene. Hebu kwanza tusikize wananchi walisemaje kuhusu swali letu la leo. Tofauti ya pisa na pusa ni gani? Pisa ni kule yani, ni hali ya kuangalia angalia. Kuna pisa yenyewe inahusu kwa mabega yale au mali popote pale. Alafu, pusa ni kule kusimama kwa mvua, kama mfano mvua inanyesha alafu Isimame kidogo uh. Pisa ni keki na pusa ni kipusa. Yani ukiwa unaangaliangalia, ndio maana ya pisa. Alafu pusa, tuseme kama wa, mvua ilikuwa inanyesha, alafu kwa umejikinga mahali, alafu unasema wacha kwanza itulie ndio nitoke. Pisa ni hali ya kuangalia angalia, na pusa ni kwa mfano mvua inanyesha ikisimama. Pizza ni kind of food, pisa ni chakula. Pusa ni kitu kirembo. Pisa ni kile cheti kinatumika kutembea kwa ndege. Pisa ile tunakula ama pisa gani? Ni amira kizungu kizungu, ni kind of food. Pizza ni kind of ni ile yenye tunakula inaundwa kama aina ya chapati inawekwa madoido juu, chicken na manyanya. Hii pusa sijui ni kipusi ni sijui nini. Pisa na pusa ni matamshi. Pisa iko inaanza na Pusa kwa upande wangu, nafikiria ni kitu kama ratha kidogo ivile, ratha yenye unaweza kuwa umepata kutoka kwa ile kitu yenye unakula. Pusa ni ile umeweka unga imechacha siku kama tatu nne ya busa. Pisa anajua ni ile mkate imeweka keki ama mayai. Pusa ni paka kwa Kiswahili na pisa ni kusumbua akili. Pisa. Pisa. Sio pizza. Pisa. E, e. <laughs> pisa. Naam. Wamejaribu jaribu, jaribu lakini, hususan wamejibu sana kwenye pusa, pisa na sio pizza, tafadhali. Pisa ni kufanya mtu akasirike sana kama vile unasikia mzungu akikwambia, you piss me off. Unamwudhi sana huko kumkasirisha mtu mpaka saa zingine unamchanganya kaa kama ameshikwa na wazimu vile. Mm -hmm. Ukimwona mtu ni msununu yaani kanuna sana. Mm -hmm. Basi umempisa Mm -hmm. Eh. Alafu kupusa na kupusa kwa kweli eh, Nairobi mvua imepusa. Mm -hmm. Leo nimeona Mombasa wanalia mafuriko. Mm -hmm. Kwa hivyo imepungua. Pili, kuna ile hali ya kutoa risasi Mm -hmm. kwa mfululizo. Mm -hmm. Pusa ama kufanya kitu kwa haraka huko. Mm -hmm. ndo kupusa. Aha. Hey. No. Hai. Si. Ni kama kuna mdo wa neno lengine, kwa tipeniku. Lakini kuna hata ile puza ile ya kitambo. <laughs> Wale watu waliokuwa wanacheza na cheza na visoda. <laughs> Kifuniko cha soda kile kinaitwa kisoda. <laughs> Alafu ndani kulikuwa kuna kapuza fulani hivi <laughs> e, kale una eh kale ambako anatolewa wakati fulani kitambo eh. Tukiwa dogo kamechorwa mchezaji wa kukimbia, mchezaji wa mpira <laughs> alafu, mnashindana e. Alafu kuna kamchezo fulani kapusa kakupuliza zile bagari fanya au na bagari anayajifanya mkubwa mkubwa tunafanyajesasa mimi sitajifanya najua ho huo mchezo mwanake mwingine. Haya, tuingia kwenye nipe nikupe. Tuko naye, hu jambo? Sijambo. Bisi, karibu sana kwenye Longalonga. Mwenene atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Haya, asante Bisi, uko wapi? Mimi hapa nakuuliza kwenu ni wapi? Oh, kwetu ni Mombasa <laughs> <laughs> Haya, jana ilikuwa <laughs> Mei Mosi ilikuwa ni siku ya wafanyikazi sio? Eh. Leo mimi nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na azi kama kwa mfano, bisi ni mkaaji ama ni mkazi wa Mombasa, yanaisha na, yanaisha na azi kama kazi. <laughs> He. He. Bakari ni mkulima wa nazi. Makazi. Kenya twapenda wazi Nilipomtembelea Bakari aninipa malazishimanziiyo. Hey, ni nzi, lakini ni sawa tu. Usimwone masirima mdogo, ni mzazi. <laughs> <laughs> mzazi. <laughs> Ukitaka ulipe bei kidogo <laughs> unafanya ubazazi. Ah, yeah. <laughs> <laughs> samaki wa kuchoma gagazi, nenda ukale. Asante sana, Asante sana mnene nabisi kutoka Mombasa. Hebu sasa tumpatie fursa Nuhu Zuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wasahlan wa marhaban bikum, mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo, kwa bahati nzuri tu ananiita Alustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo linakwenda moja kwa moja kwa viongozi, hebu tuheshimu kila mtu, hivyo ndivyo ninavyowaambia. Shairi linakwenda kama utakavyolisikia Nusijafurahia yale nilona juzi, menibidi kuongea nieleze waziwazi, rambirambi mwabagua wa mnapotuma mbolezi, na waomba viongozi muheshimu kila mtu. Juzi shida ilizuka Yanga Barikoi, watu wakadhulumika, mji ukawachwahoi, ikawanipata shika kwashi hata na madai. Na waomba viongozi muheshimu kila mtu. Vifo vya watu wadogo, wakubwa hunyamazia. Akiondoka kigogo, kila mtu huongea rambirambi, migo migo mtandaoni huja, na waomba viongozi mheshimu kila mtu. Epukeni unafiki kwa kubagua misiba, msifanye ushabiki viko, vifo vya watu dhoruba, kwa wakubwa mwahamaki, kwa wadogo mkosoba, na waomba viongozi mweshimu kila mtu Wakina yae wakifa, zitumeni rambirambi, msichague washefa. Wenzenu wa wenze kina jombi mwandalie dhifa, kwingine disiko vumbi. Na waomba viongozi mweshimu kila mtu, na waomba viongozi mweshimu kila mtu.